Marekani inasema kwamba inaweza kutumia jeshi kuchukua kisiwa cha Greenland. Rais Donald Trump anathamini njia za namna Marekani inavyoweza kuchukua na kudhibiti kisiwa cha Greenland kinachomilikiwa na Denmark. Ikuru ya White House imesema kwamba matumizi ya kijeshi ni njia mojawapo inayoweza kutumiwa kudhibiti kisiwa hicho, hali ambayo inazua wasiwasi wasi na uwezekano wa kisiwa hicho kuvamiwa. Caroline Reavitt, msemaji wa White House, amesema Marekani inahitaji Greenland kwa sababu za kiusalama, kauli ambayo Rais Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara hivi karibuni. Baada ya matukio ya Venezuela ambapo kikosi maalum cha jeshi kilitekeleza operesheni ya kumteka na kumsafirisha Marekani Rais Nicolas Maduro, kuna mashaka kuwa hilo huenda likafanyika kwenye kisiwa hicho kinachopatikana katika kati ya bahari za Arctic na Atlantic. Onyo hili la Marekani linakuja siku chache baada ya uongozi wa Greenland na Denmark kutaka mazungumzo ya haraka na Marekani ili kutatua sintofahamu hiyo. Denmark na washirika wake wa Ulaya wameendelea kusisitiza kuwa Greenland yenye wakazi elfu hamsini na saba hayuziki haiuziki. Na inasalia eneo la wenyeji linalomilikiwa na Denmark.